Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Taarifa ya ujenzi wa mradi wa programu ya visima 900 katika kijiji cha Gedamar wilaya ya Mbulu na katika halmashauri ya mji wa Mbulu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa mradi huu wa maji kupitia programu ya visima 900 katika kijiji cha Gedamar ulianza kujengwa tarehe 20 mwezi wa pili 2025 na utatarajia kukamilika tarehe 10 mwezi wa nne 2025. Mradi huu ya muda mfupi ya, ya kuhakikisha wananchi wanaanza kupata huduma ya maji karibu na eneo la kisima wakati fedha za usambazaji wa maji kwenye kijiji kizima zikiwekwa kwenye mipango ya serikali. Katika jimbo la Mbulu Mjini, programu ya visima mia tisa imeleta neema katika vijiji vitano ambapo ni kijiji kicha Gedamar, kicha Katesh, kicha Landa, kicha Murray na kicha Nahasey. Kazi ya ujenzi inaendelea pia katika vijiji vya Gedamar, Qatesh, Murray na Nahasey ambapo ujenzi uko asilimia 65. Matarajio ya ujenzi wa miradi hii ni kukamilika ifikapo tarehe 20 mwezi huu ambapo mifumo ya sola pampu itakuwa imefungwa na wananchi kupata huduma ya maji. Na kwa nchi nzima ya Tanzania kuna jumla ya visima mia tisa vitachimba katika kila majimbo na katika kila jimbo kutokana na visima vitano. Kwa jimbo la Mbulu mjini tuna visima vya Gedamar, hapa leo kuna Nahasey, Murray, Qatesh, na kijiji cha Landa. Mheshimiwa mgeni rasmi, visima hivi vitajengwa kwa ajili ya kutatua tatizo la haraka la kutatua changamoto ya maji vijijini, lakini kujenga visima hivi sio mwisho wa kuchimba visima katika maeneo haya. Wizara ya Maji itakuwa ina jukumu kuchimba visima vya akiba kadi itakavyoenda kupata bajeti kwa miaka ya baadaye. Kwa hiyo leo tuko hapa katika jimbo la Mbulu kwa ajili ya kuzindua kuweka ujenzi katika kisima chetu cha Gedamar, kwa lengo la kusaidia wamama watua ndoo vichwani. Nataka nitoe wito kwa manager na wataalamu wa RUWASA kuwa RUWASA iongeze kasi ya ujenzi wa miradi inayoendelea mradi wa Gida, mradi wa Gunyoda, mradi wa Gidamba, mradi wa Boboa, ili kufikia lengo la ilani ya uchaguzi wa CCM kuwa ifikapo mwaka 2025 huduma ya maji ifikie wananchi waishio vijijini kwa asilimia themanini na tano. Mbili, RUWASA iongeze jitihada kwenye usimamizi endelevu wa rasilimali za maji na kuimarisha vyombo vya watoa wa huduma za maji ngazi ya jamii ili, ili, ili viweze kusimamia vyema mradi wa maji na wananchi waendelee kunufaika na huduma hiyo. RUWASA hufanya mabadiliko makubwa katika kuhifadhi, kutunza na kulinda mazingira katika vyanzo vya maji kwa kuvitambua, kuweka mipaka, kuondoa wavamizi, waharibifu na, na kupanda miti rafiki na maji. Ruwasa, Ruwasa kuongeza kasi ya kusimamia wakandarasi wanaochelewesha kukamilika kwa muda miradi, miradi inayotekelezwa. Wananchi washiriki katika kulinda, kutunza na kuhifadhi vyanzo vya maji kwa kutofanya shughuli zozote za kibinadamu katika vyanzo vya maji na au karibu na maji na vyanzo hivyo, na shughuli hiyo, shughuli hizo ni pamoja na kukata miti ovyo, kulima hadi kando kando ya vyanzo, kuchungia mifugo kwenye vyanzo vya maji. Nawaomba sana wananchi, tutunze vyanzo vya maji.